Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania Taliri miongoni mwa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Mifugo ikitekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya Bunge namba 4 ya mwaka 2012. Katika kifungu cha tano, kifungu kidogo cha sita, sehemu ya kwanza hadi ya tatu ya sheria hiyo, Taliri imepewa mamlaka ya kuibua, kufanya na kuendeleza utafiti wa sayansi za msingi katika nyanja tofauti na kutumia matokeo ya utafiti huo kukuza teknolojia za ufugaji. Sehemu ya pili ya sheria hiyo inaitaka Taliri kushirikiana na wanasayansi wa ndani na nje ya nchi kuibua utafiti unaolenga kuongeza tija na matokeo chanya kwa taifa, na sehemu ya tatu inaelekeza kuweka na kuimarisha mifumo ya ushauri elekezi na ushirikiano kati ya Taliri na taasisi zinazoendana na utafiti wa mifugo. Tumekuwa na mafanikio mengi sana ambapo yamepelekea sisi Taliri kanda ya mashariki Tanga kunufaika na mradi mkubwa. Napenda Mama Samia aendelee kuwawezesha aki, akiwawezesha wao na sisi ndo tunavyowezeshwa. Kwa niaba ya kitengo cha uhusiano na masoko TALIRI waandaji wa, wa makala hii na kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu sana tuangazie mafanikio ya miaka minne yaliyopatikana TALIRI chini ya uongozi wa Rais wa serikali awamu ya sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, tukimulika mafanikio hayo kupitia uwakilishi wa vituo vilivyotembelewa ikiwemo TALIRI kanda ya kati, kanda ya mashariki na kanda ya kusini. Mimi ni msimulizi wako Koleta Makulwa. Miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Taliri imepata mafanikio katika maeneo tofauti. Mafanikio yaliyopatikana yamewezesha wafugaji kunufaika kwa kupata uhakika wa mbegu bora za malisho, mbari bora za mifugo zinazotoa mazao ya uhakika na mengine mengi mazuri katika tasnia ya mifugo, kupitia watafiti wetu chini ya jitihada za uwezeshaji wa serikali na wadau wa maendeleo. Kwanza kabisa, naomba tutambue tu kuwa Mheshimiwa Rais wa Awamu ya Sita eh, ametoa kipaumbele kwenye sekta za uzalishaji sasa unapozungumzia sekta za uzalishaji ni lazima pia mifugo. Huhitaji mafanikio ambayo tumeyapata, au manufaa, la kwanza kabisa ni ongezeko la bajeti. Kama taasisi ya utafiti, sisi ni taasisi ya huduma, sio taasisi ya biashara. Kwa hiyo tunategemea sana sapoti ya serikali. Sasa bajeti imeongezeka katika maeneo mawili. Kwanza kabisa kuna eneo la matumizi ya kawaida ili kuhakikisha kuwa watu ulionao, wafanyakazi wanaweza kufanya kazi kwa ufanisi. Katika eneo hilo bajeti imeongezeka kwa zaidi ya asilimia mia mbili kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja, ambapo mheshimiwa aliingia madarakani. Lakini kuna eneo la pili, tunasema fedha za maendeleo. Fedha za maendeleo zitakusaidia kuboresha miundombinu ya utafiti lakini pia kuwa na vifaa kwa ajili ya utafiti vifaa shamba ambavyo ni muhimu sana. Taasisi hii vituo vyake vingi vilianza toka kipindi cha ukoroni. Kwa hiyo, ukiangalia miundombinu ya utafiti vifaa shamba vinavyotumika kabla ya mheshimiwa Rais wa sasa kuingia madarakani vilikuwa katika hali mbaya, watumishi wote walikuwa waweze kufanya utafiti kwa ufanisi. Kwa hiyo, hata ule uibuaji wa teknolojia ulikuwa unaenda kwa kasi ndogo sana. Bajeti ya ishirini na moja ishirini na mbili kwa mara ya kwanza baada ya kipindi cha miaka sita kupita, tukapata fedha za maendeleo ambazo zikatusaidia kufanya baadhi ya mambo kuboresha miundombinu. Ameendelea kwa miaka yote hii minne, kila mwaka tumekuwa tu kupata fedha za maendeleo na zimekuwa zikiongezeka kila mwaka kwa miaka minne mfululizo. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani tumenufaika na kipindi hiki cha awamu ya sita katika hii miaka minne ya mwanzo. Katika utawala bora, michakato imekuwa miepesi zaidi. Kwa mfano la kwanza, taasisi yangu imeweza kuthibitisha watumishi na hivyo kutekeleza muundo wa taasisi. Tumeweza kuanzisha kanda ya magharibi. Kwa muda mrefu toka elfu mbili na kumi na mbili tulikuwa na vituo katika kanda sita kati ya saba. Kwa hiyo unaweza ukaona kanda moja wadau wa mifugo walikuwa wanakosa huduma yetu, ni ambayo ina mikoa ya Tabora, Kigoma, Katavi, Rukwa. Kwa hiyo katika kipindi hiki tumeweza kuanzisha kituo kule kwa fedha nyingi tu ambazo Mheshimiwa Rais aliweza kutupa. Kituo hicho sasa kilishaanza kazi kinafanya vizuri, na wadau wananufaika, lakini manufaa mengine ambayo tumepata katika kipindi hiki ambayo ni mafanikio ni uimarishaji wa mahusiano ambao Mheshimiwa Rais ameufanya mahusiano ya kidiplomasia. Taasisi ya utafiti tunahitaji ushirikiano, mashirikiano ya taasisi hii na taasisi zingine na mashirika ndani ya nchi lakini mashirikiano ya taasisi hii na taasisi na wadau wa maendeleo ambao wengi ni nchi zilizoendelea. TALIRI inawafikia wafugaji kote nchini kupitia kanda saba za taasisi hiyo, zikijipanga sawia kutekeleza majukumu yao kwa mustakabali wa maendeleo ya ustawi wa mifugo, wafugaji, mazao yatokanao na mifugo na uimara wa uchumi. Kuyafikia hayo, TALIRI katika kila kanda inahakikisha rasilimali zilizopo zinatumika ipasavyo, kuleta mapinduzi chanya katika sekta ya mifugo nchini. Hapa ndipo watafiti wetu wa mifugo huonesha bidii, ubunifu na ujuzi wao kuiwezesha taasisi kufikia malengo yake. Tunashukuru sana serikali kwa namna ambavyo imekuwa kituwezesha kutekeleza majukumu yetu ya kiutafiti. Kwa mfano, katika miaka hii minne ya uongozi wa awamu ya sita ya rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan tumepata shamba ambavyo ni pamoja na trekta lakini pia mashine ya kukatia malisho kwa maana ya moa lakini pia mashine ya kufungia malisho kwa maana ya ya hay baler. Na vifaa shamba hivi imesaidia sana kwenye shughuli za uzalishaji na uvunaji wa malisho, kwa sababu kabla hapo tulikuwa na changamoto kubwa sana vifaa shamba. Kwa hiyo ilikuwa inatuia vigumu sana kuvuna kwa wakati, lakini pia kuvuna kwa ufanisi. Lakini baada ya kupata vifaa shamba hivi shughuli nzima ya uvunaji imekuwa ni rahisi na imekuwa na ufanisi mkubwa kwa kipindi hiki cha miaka minne ya Mama Samia Suluhu Hassan. Taasisi yetu imeweza kutekeleza kikamilifu miradi ipatayo mitatu. Kituo chetu cha Naliendele kimsingi kimejikita sana katika tafiti hizi za ndege wafugwa hususani kuku. Kwa kipindi hiki kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano mwaka wa fedha tumeweza kupata mradi huu wa kuku aina ya horasi. Naweza mkasema horasi ni nini? Horasi ni aina ya kuku mwenye asili ya kitanzania kabisa. Kuku huyu anapatikana zaidi kwenye mikoa ya kanda ya Ziwa, nikimaanisha mikoa ya Shinyanga, Tabora, Mwanza pamoja na mikoa ya kusini Magharibi mwa Tanzania kama vile Katavi na Rukwa. Kuku huyu ana sifa za kipekee. Moja ya sifa ya kuku wa horasi ni ukuaji wa haraka ukilinganisha na kuku wengine wa asili tuliokuwa nao. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na nchi nyingine ambapo yamepelekea sisi Taaliri kanda ya mashariki Tanga kunufaika na mradi mkubwa ambao na uko chini ya ubalozi wa Ireland unaohusiana sana sana na kuboresha mnyororo wa thamani wa maziwa katika tasnia ya maziwa kwa Tanga wilayani Muheza. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, kuna mafanikio mbalimbali tumeyapata kama kituo. Tuna teknolojia hapa ya jiwe lishe. E, jiwe hili lenyewe ni tofauti kidogo na yale ambayo tumeyazoea, tumezoea kuona madukani. Yale ni majiwe ya madini, yanakuwa na madini mbalimbali, lakini jiwe letu ambalo tumekuja nalo e, lenyewe lina madini lakini vile vile lina chanzo cha protini, lina chanzo cha nishati. Kwa mnyama anapolilamba anakuwa anapata hiyo vitu vyote, anapata madini, anapata protini, anapata na nishati kwa maana ya wanga kwao. Tumelitengeneza kwa kutumia rasilimali tu rahisi ambazo zinapatikana katika mazingira ya mfugaji. Sasa, kwa nini tumekuja na hii teknolojia? Tumekuja na hii teknolojia kwa sababu tumeona ili tuweze kumpu, kumpunguzia mfugaji gharama kwa sababu anaponunua lile jiwe pale anampa mnyama madini tu. Sasa tukaona kwa nini anunue jiwe hilo alafu tena anunue madini separate. Kwa hiyo hili jiwe lenyewe lina virutubisho hivyo vyote ambavyo nimesema awali. Kwa hiyo mnyama akila hili ana uwezo wa kupata hivyo virutubisho vyote kwa wakati mmoja, kwa hiyo linamsaidia mfugaji kupunguza gharama za uzalishaji. Lakini sambamba na hilo, hili jiwe tumelifanyia utafiti wa kina na tumeona kwamba kipindi cha kiangazi, unajua kipindi cha kiangazi malisho ambayo yanapatikana katika nyanda hizi kame yanakuwa amepoteza kabisa ubora. Kwa hiyo anapopoteza ubora, wanyama hao wanaocheua kwa maana ya ng'ombe, mbuzi, kondoo huwa ile tendensi ya kuyala ale majani makavu inakuwa inapungua sana, yani tunasema ile intake, inapungua sana kwa hiyo ili mnyama aweze kukidhi mahitaji yake, sasa inabidi ale kiasi kikubwa sana cha hiyo malisho makavu kwa hiyo hili jiwe tumelifanyia utafiti, tumeona sasa kumbe akiwa analamba hilo alafu kamwekea hayo majani ambayo yanapua quality basi anaongeza ulaji wa yale majani. Ninayaangalia mafanikio ya miaka minne ya mheshimiwa Dokta Samia Suluhu katika mtazamo wa kuimarisha upatikanaji wa malisho nchini. Kwanza kabisa tuna mashamba ambayo yako hapa kwenye taasisi. Tumelima karibia ekari thelathini na saba, lengo ni kufikia ekari hamsini ambazo ni shamba la mfano hapa kituoni. Lengo pia ni, ku, ni kufungua mashamba ya mfano katika kata tatu ambazo za wilaya ya Muheza. Katika kipindi cha miaka minne ya mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tumeweza kufanya tafiti mbalimbali na tumeweza kutoka na aina tano za malisho ambayo aina ya Cenchrus cerealis, aina ya Rhodes grass, aina ya Siratro, aina ya Desmodium na aina ya Alfalfa. Tumeweza kuhuisha haya malisho na sasa yatakuwa yanapatikana katika maduka ya pembejeo za, za mifugo. Kwa tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye suala la madawa, kwa kweli madawa ya kuogesha tunayapata kwa wakati na haya yamesaidia sana kwenye ya kupunguza magonjwa ya mifugo kwa kiasi kikubwa sana, na hiyo baada ya kupunguza magonjwa, hata vifo vya wanyama vimepungua sana. Shambani mimi ni mfugaji, ninafuga karibu na taasisi hii ya Taliri Tanga. Tunaleta ng'ombe wetu kuogesha hapa kwenye josho lao, wameturuhusu tuogeshee hapa na tunaogesha kwa sababu tunazuia magonjwa ambayo yanaenezwa na mdudu anaitwa kupe na taasisi hii inatusaidia na tunaogesha kila mara mbili kwa wiki. Wanatutembelea kutufundisha namna ya kutunza mifugo, kuanzia mabanda kwa ndama, kukamua kwa usafi na namna ku, ya kuhifadhi malisho na kulima malisho na kuyahifadhi. Kwa hiyo tunaona ni mafanikio makubwa haya, wamewezeshwa kutokana na uwezeshaji wa awamu ya sita, kwa sababu wakati mwingine tunasikia kwamba wanawaletea dawa za, za kuogesha za ruzuku. Kwa hiyo tunaona ni mafanikio makubwa, na wanatupa pia msukumo, na ninajua kwamba ni awamu hii ya sita ndio inaotupa huu wanaowapa msukumo wa kuja kututembelea mara kwa mara na kutupa hizi elimu za mara kwa mara. Kwa majina anaitwa Angelina Gaston Tanda. uh -huh. Kipindi hiki cha huu uh, utawala wa mama mama Samia umekuwa ni kipindi kizuri kwa sisi wafugaji. Hata kama kipindi cha nyuma nilikuwa sijaanza kufuga, lakini nilikuwa sijasikia sana kama kuna labda wafugaji kupelekwa wakajifunza. mm-hmm. kama wangekuwa wakienda tungesikia, hata kama ilikuwa sijaanza kufuga ningesikia, lakini nimeanza kufuga si miaka mingi, na nikaona kweli utawala wa mama Samia ni mzuri Anatu, kwa kweli anatujali tunajaliwa sisi wafugaji uh-huh. ni mzuri neno la kuondokea kwa TALIRI. Hmm, TALIRI naipenda sana nawapenda wote yani, napenda Mama Samia aendelee kuwawezesha akiwawezesha wao na sisi ndo tunavyo wezeshwa. Tamati ya makala hii maalumu iliyoangazia kwa uchache mafanikio yaliyoyapata TALIRI katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Rais Dkt. Samia madarakani. Shukrani kwa wote waliofanikisha kukamilika kwa makala hii. Kwa niaba ya kitengo cha uhusiano na masoko TALIRI, mimi ni msimulizi wako Koleta Makulwa. Endelea kuifuatilia TALIRI katika mitandao ya kijamii kwa jina la TALIRI Tanzania na tovuti yake ya www taliri go tz. Hadi wakati mwingine, ni kutakie wakati mwema.

Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania, dhamira yetu kubuni kuendeleza